Mfahamu kwa undani Papa mpya Leo wa kumi na nne. Takribani siku 19 zimepita tangu kiongozi wa juu duniani wa kanisa Katoliki Papa Francis afariki dunia na papa mpya kupatikana. Robert Francis Prevost ndiye papa mpya anayetumia jina la Papa Leo wa kumi na nne. Papa Leo atawaongoza takribani waumini bilioni 1.4 kote ulimwenguni. Kiongozi huyu amepatikana Alhamisi jioni baada ya uchaguzi uliofanywa na makadinali wapatao 133 kutoka mataifa sabini. Papa Leo wa 14 amezaliwa Septemba 14, 14 mwaka 1955 katika Hospitali ya Mercy iliyoko mtaa wa Bronzeville, Chicago. Ni kiongozi wa Kanisa Katoliki na mtawala wa jiji la Vatican. Alichaguliwa kuwa papa tarehe 8 Mei 2025 kufuatia kifo cha Papa Francis. Papa Leo wa 14 ndiye papa wa kwanza kutoka Marekani na Amerika ya Kaskazini. Papa Leo wa 14n anatokea Shirika la Mtakatifu Agustino oca lakini, pia aliwahi kuhudumu katika nyadhfa za juu ndani ya Kanisa, zikiwemo Mkuu wa Idara ya Maskofu na Rais wa Tume ya Kipapa ya Amerika ya Kusini. Papa Leo anakuwa kiongozi wa 267 kwenye kiti cha enzi cha Mtakatifu Petro. Kabla ya uchaguzi wake alijulikana kama kiongozi mwenye busara na msimamo wa wastan. Alisisitiza malezi ya maaskofu, nidhamu ya sheria za kanisa na utume wa kichungaji uteuzi wake ulionekana kuendeleza mwelekeo wa mageuzi wa Papa Francis, hasa kuhusu uteuzi wa viongozi wa kanisa duniani na kuwapa maeneo ya uhuru wa kiuchungaji. Hata kabla jina lake halijatangazwa kutoka kwenye roshani ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro, umati wa watu uliokuwa chini ulikuwa ukiimba viva il papa kwa maana ya ishi milele papa. Katika maneno yake ya kwanza kama Papa Leo wa 14 alizungumza kwa upendo kuhusu mtangulizi wake Papa Francis. Aliwaambia umati uliokuwa ukimsikiliza katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwamba alikuwa mwanachama wa shirika la Mtakatifu Agustino akiwa na umri wa miaka 30 wakati alipohamia Peru kama sehemu ya misioni ya Agustino. Kwa kuwa asilimia 80 ya makadinali walioshiriki mkutano mkuu waliteuliwa na Papa Francis, haishangazi sana kwamba mtu kama Prevost amechaguliwa. Anaonekana kama mtu anayeunga mkono kuendelea kwa mageuzi ya Papa Francis katika kanisa Katoliki. Ingawa ni Mmarekani na atakuwa anafahamu kikamilifu mgawanyiko ndani ya kanisa Katoliki, historia yake ya Amerika ya Kusini pia inawakilisha mwendelezo baada ya Papa aliyetoka Argentina. Ingawa wakati wake kama askofu mkuu nchini Peru hakuepuka kashfa za unyanyasaji wa kijinsia ambazo zimegubika kanisa hilo ambapo jimbo lake lilikanusha vikali kuhusishwa kwake na jaribio lolote la kuficha ukweli. Kabla ya mkutano mkuu, msemaji wa Vatican Mateo Brun amesema kuwa wakati wa mkutano wa baraza la makadinali katika siku zilizotangulia katika mkutano wao mkuu walisisitiza umuhimu wa kuwa na papa mwenye roho ya kinabii inaweza kuliongoza kanisa ambalo halijifungii ndani, bali linajua jinsi ya kwenda nje kuleta mwanga kwa ulimwengu uliokata tamaa. Papa Francis amefariki dunia Jumatatu ya Pasaka Aprili 21, 2025 akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake huko Vatican. Matarajio ya Wakatoliki wengi ni kwamba Papa Leo wa 14 ataliongoza vyema kanisa hilo kwa kufuata misingi ya kanisa Katoliki bila kuyumbishwa na mwingiliano wa masuala mbalimbali nje ya kanisa. Endelea kufuatilia Daily News Digital kwa habari zaidi. Jina langu ni Shonona Haji.